Mheshimiwa Bunge, nilishamtaja Mheshimiwa Priscus Tarimo, ajiandae Mheshimiwa Swale, ajiandae Mheshimiwa Nusrat. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi hii ya kuchangia uh, hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tena wa kwanza kabisa, kabisa mchana huu nichukue nafasi ya kipekee kabisa kuwapongeza Mheshimiwa Waziri naibu waziri ambaye ni mchezaji wangu, ndo mambo yanavyokwenda. Mimi ni captain wake wa basket, lakini katibu mkuu pamoja na, na, na timu nzima. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nina uh, section mbili. Kwanza nina maombi ambayo nimeshawasilisha formally, lakini ni vizuri yawe registered hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, uh, kwenye, kwenye hili suala la, la Afcon sisi Moshi mjini ndio tumeshikana na Arusha na Arusha kunajengwa stadium kwa ajili ya, ya, ya michezo yenyewe ya sasa. Viwanja vya mazoezi eh, kwa kudodosa nasikia vinatakiwa vijengwe kama vitano. Sasa nime nimeleta ombi hili eh, formally nilishamwomba Mheshimiwa waziri aliyepita alipokuja kwenye Kili marathon eh, mwaka 2024, lakini nilimwomba Mheshimiwa waziri e, wa sasa mwaka huu na tukaenda kulitembelea eneo la memoria ambalo linaweka hamsini 0 e, kuwaomba sasa, ili kugawanya haya, haya manufaa ya michezo au manufaa ya, ya, ya, ya Afcon basi na Moshi mjini, ambapo ni kilomita 75 80, hivi kutoka pale Arusha e, lakini iwe pia ni mwanzo wa ku wa kuboresha e, michezo kwenye mkoa wa Kilimanjaro haswa pale Moshi mjini. Kwa hiyo ile la kwanza ni ombi e, le, pale Memorial Stadium, lakini kwa sababu pia tuna facilities zote, hoteli za kitalii zipo za kutosha kwenye mkoa wa Kilimanjaro, tuna uwanja wa ndege ni karibu, lakini ukivuka tu barabara kuna uwanja wa gofu. Kwa hiyo nilikuwa naomba hilo ombi la kwanza kwamba katika zile vile viwanja kwa ajili ya, ya, ya mazoezi, basi watuangalie sana pale Moshi mjini. E, King George Memorial Stadium. Lakini la pili e, ni uwanja wa kwanza wa gofu Tanzania ni Mosh Club ambao huko Moshi mjini huu uwanja ulijengwa tangu mwaka 1920. Sasa nilikuwa naomba na hili e, najua wizara wamesha e, anza kuli, kuangalia namna ya kuboresha na kuhakikisha kwamba unalindwa, lakini niendelee kuwaomba kwa sababu Mheshimiwa Waziri, wewe ni encyclopedia inayotembea. Sasa uwanja wa kwanza wa gofu ni ule wa Mosh Club wa mwaka 1920. Sasa ni vizuri uangaliwe kispesho Yani tusiache tu members hata wakiwa wachache wakishindwa uh, ku maintain ku, ushindwe ku, kuendelea kutunzwa. Ni ma, mashimo kumi na nane, ni uwanja mkubwa uko, uh, umele, uko located sehemu nzuri. Kwa hiyo naomba pia hilo uh, mlipokee. Ombi la tatu nilishalileta tena huko nyuma kwamba uh, ni vizuri tuhakikishe tu sasa hii michezo tunaisogeza yote kwa pamoja uh, riadha Tanzania hatujawahi kuwa nyuma sana, tumeshakuwa tunaonekana sana haswa kwenye marathon, na hata juzi Boston Marathon tuliwakilishwa vizuri sana na, na, na Simbu. Sasa nilishaleta ombi kwamba ni vizuri tuangalie sehemu za kujenga zile kambi za wanariadha kama ilivyo ile Iten kule eh, Kenya home of champions kule West Kilimanjaro kwa sababu wanapenda sehemu ya high altitude. Ni sehemu nzuri, ni sehemu nzuri sana ya, ya kutuingizia kipato pia kusabu, kwa sababu ukishakuwa na zile kambi unaweza ukawapa sekta binafsi wakaja wakajenga maeneo ambayo ni suitable kule West Kilimanjaro, ni sehemu nzuri lakini kule uh, maeneo ya Karatu, eneo la, la Rift Valley lote ambapo ni high altitude unaweka ile kambi hata kujenga hayo mabweni usijenge, kwa sababu watu wanavyokuja wanalipa fee, ili watu waenda wanalipa, alafu wanatrain kule. Kenya ipo hiyo Iten, tunaweza kwenda kuitembelea alafu tukapata tuka eh, namna ya kukuza huu hu mchezo wa riadha, lakini kwa upande mwingine tukawa tunaingiza kipato kwa watu kuja kutrain kule. Kwa hiyo kambi za riadha West Kilimanjaro na maeneo yote ya, ya, ya, ya Rift Valley eh, nilishaliongelea sana swala la kuunganisha michezo na utalii na hili linahitaji juhudi eh, uh, za maksud kwamba ni lazima tuangalie namna ya kuviunganisha ili viweze kuleta tija. Kwa hiyo ningeendelea kushauri sana tuangalie namna ya kuviunganisha hata kwa kutumia eh, deski la, la michezo pale kwenye wizara ya utalii Mheshimiwa uh, naibu spika, nashukuru sana, ndio mchango wangu, naunga mkono hoja, asante. Mheshimiwa Swale, jiandae mheshimiwa Nusrat. Asante sana mheshimiwa naibu spika kwa nafasi, na mimi naomba nianze kuungana na wenzangu kumpongeza sana mheshimiwa Rais ambaye ni mwana michezo na...